Umewahi kujiuliza kwa nini mara nyingi watu wenye nia njema, wenye huruma na wanaopenda kutoa msaada ndio huishia kuumia zaidi maishani? Ni swali ambalo nimekutana nalo mara nyingi sana kwenye comments zenu, na leo, kwa kutumia tafiti za kisaikolojia na uchambuzi wa kina wa tabia za binadamu, nimekuandalia majibu sita makuu. Leo tutafungua macho na kuona ni kwa nini kwa mujibu wa saikolojia. Uzuri wa roho unaweza kukunufaisha lakini pia kukuhatarisha. Kama wewe ni mmoja wa hawa au unamjua mtu wa aina hii, video hii ni muhimu kwako. Hakikisha unakaa hadi mwisho, kuna siri nitakufichulia ambayo itabadilisha mtazamo wako. Na kabla hatujaingia ndani kabisa, subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, washa na kengele ili usikose video zangu zijazo za kubadilisha maisha. Sababu ya kwanza Kujitolea kupita kiasi, overgivers. Watu wazuri huwa na moyo wa kutoa, wanapenda kusaidia na kuona wengine wakifurahi. Hata hivyo, mara nyingi wanaweka mahitaji ya wengine mbele ya mahitaji yao wenyewe. Hawajui jinsi ya kusema hapana na wanaogopa kuwaumiza wengine kwa kukataa. Matokeo yake, wanajikuta wamechoka kimwili na kiakili, wananyonywa na thamani yao inachukuliwa kawaida. Saikolojia inaeleza kuwa tabia hii inatokana na tamaa ya kutaka kupendwa na kukubalika au hata hofu ya kuachwa. Wanatumia nguvu nyingi kuwapa wengine bila kujaza visima vyao wenyewe. Hii hupelekea kujisikia wamechoka, kutothaminiwa na hata kuwa na kinyongo. Sababu ya pili, kuamini watu kirahisi, trusting easily. Watu wazuri huwa na mtazamo chanya juu ya ubinadamu. Wanaamini kuwa kila mtu ana uzuri ndani yake na hivyo ni rahisi kwao kuweka imani yao kwa wengine hata kwa wale wasiostahili. Hawana uwezo mkubwa wa kutambua udanganyifu au nia mbaya. Hii huwafanya wawe walengwa rahisi kwa watu wenye nia mbaya au manipulators. Wanajikuta wamesalitiwa, kutumiwa na kuumizwa kihisia. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wenye viwango vya juu vya agreeableness au sifa ya kuwa mpole na mshirikiana huwa rahisi kudanganywa kwa sababu wanapenda kuepuka migogoro na kuweka amani. Sababu ya tatu: kuhisi wajibu wa kutatua matatizo ya wengine. Responsibility for others problems ni ile hisia ya kuhisi wajibu wa kutatua matatizo ya wengine. Watu wazuri, kutokana na huruma zao, mara nyingi hujiona kama waokoaji. Wanaona maumivu ya wengine na wanahisi lazima wafanye kitu hata kama tatizo haliwahusu moja kwa moja. Wanabeba mzigo huo juu ya mabega yao, wanajishughulisha na matatizo ya marafiki, familia na hata wageni, huku wakisahau matatizo yao wenyewe. Hii hupelekea msongo wa mawazo, uchovu na hisia za kutokuwa na uwezo wanaposhindwa kutatua yote. Saikolojia inaita tabia hii codependency ambapo furaha na amani yako inategemea hali ya wengine. Sababu ya nne, kutokuwa na mipaka ya wazi, lack of clear boundaries. Watu wazuri mara nyingi huwa na ugumu wa kuweka mipaka thabiti katika mahusiano yao. Hawajui wapi wao huishia na wengine huanzia. Hawana uwezo wa kusema hapana kwa maombi ambayo yatawaathiri wao wenyewe au kuruhusu wengine kuingilia uhuru wao. Hii inawafanya wawe rahisi kunyonywa kimwili, kiakili na kihisia. Watu huwajia kwa kila kitu wakijua kuwa hawatakataliwa. Matokeo yake, wanajisikia wamekwama, hawana nguvu na wananyimiwa fursa ya kujijenga wao wenyewe. Kisaikolojia, kujua kuweka mipaka ni ishara ya afya njema ya akili na kujithamini. Sababu ya tano, kuchukua lawama zisizo wahusu, taking unnecessary blame. Watu wazuri kutokana na huruma zao kubwa na tamaa ya kuepuka migogoro, mara nyingi huchukua lawama hata kwa makosa au matatizo yaliyosababishwa na wengine. Wanajiona kama chanzo cha matatizo au wanahisi wao ndio wanafaa kurekebisha hali. Hii inawafanya waishi katika hali ya kujilaumu mara kwa mara hata kama hawana kosa. Kisaikolojia inatokana na hisia za chini za kujithamini au hamu ya kudhibiti hali kwa kujitolea kuwa mbaya hivyo. Bado hii huwapa mzigo mkubwa wa kihisia na inaweza kusababisha na wasiwasi. Na sasa tunakuja kwenye sababu ya sita ambayo inamalizia mzunguko huu wa maumivu. Watu wazuri wanaonekana kuwa na nguvu na wakarimu, mara nyingi hutegemea maoni na shukrani za wengine ili kujisikia vizuri juu yao wenyewe. Wanahitaji kuthibitishwa na wengine kuwa wao ni wazuri, muhimu au wa thamani. Hii inawafanya waendelee kutoa na kujitolea hata kama wanaumia kwa matumaini ya kupata shukrani au sifa. Wanapokosa kupata uthibitisho huo, wanajisikia vibaya, hawathaminiwa na hata wanaweza kuanza kutilia mashaka wema wao. Hii ni njia hatari ya kujithamini, kwani inawafanya wawe tegemu kwa maoni ya wengine ambayo yanaweza kubadilika wakati wowote wa kwa hiyo, tumeshaona sababu sita kuu kwa nini watu wazuri huumia zaidi kimaisha. Tatizo ni kutojua jinsi ya kujilinda mwenyewe wakati unafanya wema. Uzuri bila hekima ni udhaifu. Jifunze kusema hapana, jifunze kuweka mipaka, jifunze kujithamini wewe kwanza kabla ya kutoa kwa wengine. Hii siyo ubinafsi, ni afya ya akili. Anza leo kwa kufanya mabadiliko madogo katika maisha yako. Je, ni ipi kati ya sababu hizi imekugusa zaidi? Ni ipi umejiona wewe mwenyewe, au unamjua mtu wa aina hiyo? Nipende kusikia maoni yako hapo chini kwenye comments. Je, umejifunza nini kipya leo? Shiriki mawazo yako, na kama umefurahia video hii na kujifunza kitu, tafadhali nipe like na usisahau kushea na marafiki zako wanaoweza kufaidi na kama bado hauja subscribe, sasa ndio wakati. Bonyeza kitufe hicho na pia angalia video zangu zingine hapa juu. Asanteni sana kwa kutazama. Na tukutane tena kwenye video ijayo. Endelea kuwa mzuri lakini kwa akili.